Ukiona kiongozi yeyote akija kwenyu hana mambo, anakuja kuambia mambo yenyu, anakuja kuongelea kawaya, anaongelea William Ruto, anasema deputy president, sijui yesa, sijui nini, huyo ni kiongozi, hana mpango wowote na maisha yenyu. Kweli si kweli? Deputy president ameongea hapa karibu one hour, sindio? Mesikia akiongea mambo ya mtu si ameongea mambo ya mpango wa kazi wa serikali anayotumikia, si ndio? Na ndio maana sisi tumesema wale watu wa matusi wale watu wa siasa za uchochezi na ukabila. Tumeambiwa na kawaya hapa, wakati walikuwa kwa vyeo hawakuja hapa kuongea mambo ya miradi ya serikali. Hawakuja waambie hiyo barabara yenu kutoka hapa kwenda Kangundo na hizo zingine, deputy president ametaja masoko zenyu. Hawakuja kuambia mpango ya serikali na hiyo kazi yenyu mliwaona, lakini sasa wametolewa kwa serikali, wanakuja kuambia huyu Kawaya hafai kuwakilisha kwa serikali ya William Ruto na Kidhuru ya Kindiki. Si nyinyi ndio wenye kuamua? Mumeamua Kawaya awakilishe na viongozi wengine ambao mmechagua. Na ndio nakubaliana na nakubaliana naibu wa rais. Hata ndugu yetu wa elder brother mheshimiwa Kalonzo Musyoka alikuwa kocha yangu kwa ile kamati ya Nadco ambayo tulianza kuleta Kenya pamoja, na kwa hiyo kazi tuliagana, ni vizuri viongozi wote tufanye kazi pamoja na tusitishe, na tukomeshe siasa za ukabila, siasa za chuki, siasa za migawanyiko na siasa za kuchochea wa Kenya kwa misingi ya ukabila na kwenye wanatoka sasa. Sisi tunataka tumuulize ndugu yetu Kalonzo Musyoka asikubali kuingizwa kwa hizo siasa potovu, siasa ambazo zitaturudisha nyuma. Tunataka tushirikiane na nyinyi kama jamii kama Wakenya wengine ili tusongeshe Kenya pamoja mbele. Kweli si kweli? Kwa hivyo mkisikia mtu anakuja kuambia wewe ni kazini yangu, sasa wewe, wewe ni ndugu yangu utakuwa kazi namna gani? si nyinyi ni mandugu wetu? Ukisikia mtu anakuambia kazi, ni kama yule mtu unapatanga na bibi yako anakuambia hapana, huyu bibi ni kazini yangu. Ni ukora, si ukora? Ni ukora, ni ukora, si ukora. Ni ukora, wale ni wakora, si wakora? Tuendelee na hii kazi Kabisa. Na wanasema ati tusikuje hapa empowerment, tungefaa kukaa kwetu mulima, sijui wengine wakae kwao, kwa lake akinasudi wakae kwao bonde la ufa tutembee masaa kuu tusitembee? Yeah. Tufanye empowerment, tusifanye